Ukila mbegu kamili, ile mbegu kamili hiyo, mbegu ndani yake kuna wanga na wanga. Hebu niambie, katika mbegu nini nyingi, ni wanga ama ni protini? Kwa hiyo Mungu ana akili kuliko wewe, au wewe una akili kuliko Mungu? Ukila mbegu hivi hindi kingi ni wanga. Hiyo ndio biology ya kwanza, yani simple biology, cha kwanza wanga ule mwingi Siku hizi mtu anakula wanga, anakula hivi yaani, angalau hivi, ukiwa posheni mbili zinakutosha kwa mlo mmoja, afu jioni mbili zina, lakini mtu anakula wanga hivi, nikatie kawanga ka hivi kadogo, anakula kawanga kadogo. Kama ni sembe kula kadogo, maana sembe sio chakula wala, sembe ni wazembe, wote wanaokula sembe wote ni wazembe. Kwa hiyo unaweza ukala tukasembe kadogo, maana ni chakula cha wazembe, lakini wale watu ambao wanakula chakula unakula paka mwili unasema e, hakuna njaa duniani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Wapenzi, Bwana Yesu asifiwe sana na unapokula unashiba huku unausikilizia hivi, vipi BMI hivi, vipi hapa BMI vipi, nafikiri hapa itakuwa BMI, unapunguza kidogo sio wewe umekondeana hivi umekondeana, bado unaendelea tu nipe ka hivi, nipe ka hivi. Unaendelea tu, umekondeana tu unaenda hivi, utapata hata utapoteza kumbukumbu -kumbu na kama ni mwanaume zile nani, zile homoni za kiume zote zinaweza zikaliwa, zote zikaliwa. Kama ni mwanamke homoni zote, maana mwili unaenda hivi. Kama umekosa chakula unaanza kujira, unakula vyote, unakula vyote, unakula mpaka ambayo vinahitajika, unakula baadaye unabaki, jamani, niombeeni, niombeeni. Hey, tu unatembea ama niombeeni tukuombe nini jamani, mambo ya familia huko sielewi. Hey, niombeeni kula msosi. Bwana Yesu asifiwe kula msosi. Na unajua satayati, ukila ukafikia kushiba, mwili unasema sasa, kazi iliyofuata tukivunjevunje hiki kitu kilichoingia, tukimetabolize, tukivunjevunje kitoe energy. Kwa hiyo walao na kushiba hawapati matatizo ya kisukari.